Akiwa mwaka wa mwisho wa masomo yake ya saikolojia, yeye ni msichana mwenye ndoto ya kuona vijana wanazungumza kwa uhuru kuhusu afya ya akili. Katika kuleta mabadiliko kwenye jamii, ameamua kuanzisha programu inayoelimisha kuwapa nguvu na kuwaamsha vijana kufahamu thamani ya afya yao ya ndani. Mimi ni Michelle Caesar. Je, ni nani huyu? Kwa majina anaitwa Adila Nassoro Rashidi. Unataka kujua mengi zaidi? endelea kusalia katika tarakishi yako. Kitu ambacho cha muhimu mimi kimenivutia ni kwa sababu ya madhara ambayo vijana wanayapata, hasa vijana katika umri huu. Vijana wengi sasa hivi wanaingia katika mambo ya drug abuse, pia wanaingia katika mambo ya kutokana na effects za like mitandao, wengi wanakuwa affected na maisha ya mtandao. Kwa hiyo vijana wengi wanakuwa affected na peer pressure, wanaona kama hawajafanikiwa, kwa hiyo wana wakiangalia maisha ya mtandaoni wanakuwa pressurized, wengi wana undergo stress and depression. Ni changamoto zipi kubwa ulikutana nazo ulipoanza kuwafikia jamii, hasa katika kushughulikia unyanyapaa wa afya ya akili? Jamii nyingi sasa hivi wanakumbwa na matatizo ya afya ya akili mm, lakini hawajui Je, yeah, haya ni matatizo ya akili. Wengi wanaona kama labda unakuta mtu ana depression, unakuta wengine wanaongea peke yao, lakini yote ni kwa sababu ya msongo wa mawazo. Lakini jamii nyingi hawajui kwa sababu hawana uelewa kuwa huyu mtu anahitaji msaada wa kisaikolojia. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto kubwa ya kwenda kuelewesha jamii kwa nini, maana afya akili hii inasaidiaje, au mtu anapokuwa na tatizo la afya akili aende akasaidiwe wapi? Hiyo ndo changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo. Sanaa ina nafasi gani katika uponyaji wa afya akili na hata wewe ukaamua kuitumia kama nyenzo ya kufikisha elimu yako? Kupitia sanaa, hasa sanaa ya uchoraji inatumika, inatumika kwa watu kuelezea mawazo yao ambayo wao wanapitia. Sanaa ya uchoraji, katika kila mchoro una maana tofauti tofauti. Kwa hiyo yule mtu anapochora kwenye afya ya akili au kwenye sikoloji, wewe unaweza kutambua kuwa huyu mtu ana shida gani ya akili kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi sanaa ambavyo inatumika katika afya ya akili. Kuna wakati hauhitaji kujielezea zaidi ni nini unachokipitia, lakini kwa mchoro mmoja tu inaweza ikawa ishara kwa mtaalam na kuelewa zaidi ni msaada gani inabidi atoe ili kuepukana na changamoto ya afya ya akili. Adila, ni kwa namna gani vijana wamepokea ujumbe katika programu hii na ni mabadiliko gani umeona tokea uanze programu hii? Hakuna mabadiliko ya moja kwa moja ambayo naweza nikasema tayari nimesha yaona kutokana na kwamba hii program bado ni mpya, lakini nilishafanya project kuhusiana na vijana Tuka, nikaenda kuwafikia vijana wa mtaani. Changamoto iliyokuwepo ni kutokana na kwamba wale vijana walikuwa hawana uelewa kuhusu afya ya akili. Katika nukta hii inanilazimu kuzungumza na baadhi ya vijana kujua wanaelewa nini kuhusiana na changamoto ya afya ya akili na kisha tutarejea kwa Adila um nikiwa kama kijana changamoto ya afya ya akili ni ile hali ya mtu kukosa uwezo wa kudhibiti mawazo yake, hisia zake pamoja na maamuzi. Ah uh, nikiwa na msongo wa mawazo mara nyingi napenda kukaa sehemu ambayo imetulia, ambayo hamna heka heka za watu au usumbuliwi, masumbufu hapa na pale. Lakini pia kitu kingine ambacho napenda kufanya nikiwa na msongo wa mawazo kama kwenda beach, unajua watu wakiangalia maji yenyewe yanayoondoa stress kuogelea kusimpia na inakuwa unapata relief, lakini pia kitu kingine mi napenda kuimba. Kwa hiyo nikiwa na msongo wa mawazo naenda kanisani, wakiimba nikiimba, basi Mungu ananisaidia mambo yanakuwa salama. Maono yangu makubwa ni kuona kuwa jamii inayonizunguka ina uelewa kuhusu afya ya akili. Ijue afya ya akili ni nini? Je, changamoto za afya ya akili ni zipi? Na je, mtu anapokuwa na changamoto afya ya akili, aende wapi ili kupata msaada wa kisaikolojia? Lakini pia sio tu katika jamii kusema huku mjini. Maono yangu makubwa pia ni hasa kwa watu ambao wako vijijini, wako mbali, wote wa, wa tuweze kuwafikia na niweze kuwafikia kila mmoja, wawe na uelewa wa afya akili, ili tuweze kupunguza ubaguzi ambao watu wanao au uwe, watu uelewa ambao hawana kuhusu afya ya akili <tinyo>